Eneo la Narok Kusini wameendelea na upanzi wa miti katika msitu wa Mau ili kurejesha msitu katika maeneo yaliyotambuliwa kama vyanzo vya maji. Mwenyekiti wa jumuiya ya mazingira ya Kibron Wycliffe Kimutai amebaini kuwa kufurushwa kwao kutoka kwa msitu wa Maasai Mau kuliwaathiri pakubwa, ila sasa wamenufaika pakubwa na mafunzo ya upanzi wa miti Tunafanya kazi ya kuhivati eh, environment . So leo tuko katika msitu wa Maasai Mau ambao tumeungana pamoja na kampuni ya Base Titanium kutoka Kwale, eh, tukiendeleza mambo ya upanzi wa miti ya kiasili. So tunataka tushukuru Base Titanium kwa kuungana na kikundi cha ja kiropan Environmental community based organization eh, katika kuhakikisha ya kwamba hii msitu ya Maasai Mau imelindwa vilivyo. Naishi karibu na msitu ya Mau ambapo tumeshirikiana na kampuni ya Base Titanium kwa kasi ya kubanda miti pale Base Titanium walianza, tulianza kushirikiana nao mwaka wa 20, 2021 ambapo walianza kutufundisha muhimu ya miti ambapo hatukuwa tunajua maana ya miti, hatukuwa tunajua jinsi ya kupanda katika forest. Mimi ni mmoja wa wachungaji ya msitu eh, nikisema ya kwamba tumechunga hii msitu tangu 2021. Wakati tuliondolewa katika Mau, mimi ni mmoja wa wakaaji wa hapa, lakini wakati serikali ilisema wa, eh, wasi ya kwamba lazima tuchukue msitu. Hatusemi tuliondolewa kimakosa, lakini tulikubali na tukaelewana na serikali. Mpaka kwa sasa hata wengine wetu wamefaidika hasa sana kuliko wakati tulikuwa ndani. Watu wa Base Titanium ambayo walituletea mafunzo kadhaa mengi, ya kwanza ni kulete mafundisho ya eh, utunzaji wa nyuki.